Mimi ni Major General Wilbert Augustine Buge, mkuu wa Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania kwa kifupi NDC Tanzania. Nimeambatana na wakufunzi wandamizi elekezi pamoja na washiriki wa kozi ndefu ya kumi na nne ya chuo chetu ambayo ilianza mwezi Septemba na itamalizika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 kwa bahati nzuri na makao makuu ya taasisi hizo ni mkoa huu huu wa Arusha. I am Colonel Begisile Otrimathonsi. I am a course member in National Defence College, Tanzania. I am coming from South Africa. It is my honor and privilege today to speak with you with regards to our visit here at the regional office. During our visit

We have also learned in terms of the strategies that they have in terms of the economy. The economy, they have a strategy that is um, up until 2030. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka. Msomi News